E, wateja wangu, marafiki zangu, hii haya ni maandalizi ya saiti mpya, saiti ya mjini kama mnavyoona, umeme ndani ya saiti e, alafu maji ndani ya saiti. Umeona saiti ina majirani wa kutosha, hapa hamna Uswahili kama unavyoona meona viwanja safi, ndio so mrefu tu. Tazama, tazama tazama, sasa saiti ilivyozungukwa. Halafu hapa na barabarani tasio mbali, kama unavyoona kote kote kote, umeme yani umeme hapo hapo, maji hapo hapo, saiti yenyewe i maandalizi lakini